Sifa za uongo kwa sifa za uongo, ili mradi aje akate jina, mtu wako ateuliwe, hata ateuliwe mtu wako. <coughs> Mimi mapendekezo yote yatakayotoka UWT yatakayotoka chama ngazi kuanzia ya wilaya, mkoa, kabla sijaikisha vikao vya mkoa kwa ajili ya uteuzi, nitafuatilia kila. Mimi nasoma sana, yaani hakuna barua au faida ambalo sisomi. Mi hayapiki kwamba ngoe kumfunike mimi, sifuniki. Mimi nasoma mno. Yule ambaye ataonekana anachafuliwa ndio atakuwa namba moja, tutampa A na yule ambaye kama umemwandikia vizuri, tutampa D na tutamwondoa na nisema hilo kwa, kwa ujasiri kwa sababu uteuzi wa awali wa kura za maoni unatoka una kwetu mkoani, lakini uteuzi wa mwisho wa wagombea udiwani wakata ujuano vitu maalum unatoka kwenu. Naamini nyinyi ni mashahidi, nimefanya kazi kwa kadri ya uwezo wa Mwenyezi Mungu alivyonijalia, nimefanya kazi kubwa sana, nimefanya kazi ya kutukuka. Na niwaombe ndugu zangu madiwani, ni vizuri mkasema kazi walizozifanya wabunge wenu, tofauti zenu fauti zetu wekeni pembeni, kama alivyotuambia katibu wa mkoa. Tunaenda kwenye uchaguzi, mnatakiwa mpate baraka. Usiwe wewe unatoa mdomoni maneno tu ambayo yanakuashiria kwamba ibilisi anakusubiria pembeni katika uchaguzi. Shughulikia kitu kimoja, ukishughulikia vitu viwili unakwama. Kama una kipenzi chako unataka kumpa kura, muombee kura, apewe kura, ashinde lakini usimchafue mwingine, na wewe ni kiongozi. Wewe wakati unamchafua huyu, na wewe malaika wa Mungu wanatoka wanakuchafua au ungeenda kuugua au ugua. Lakini ombi letu, mwenyekiti wangu wa mkoa, kwa wale wenzetu pia wanaotafuta nafasi ya ubunge, hakuna mbunge mwenye hatimiliki, au sio? Jamani, kila mtu ana haki ya kutafuta nafasi kwa sababu hata sisi tulitafuta watu wakiwepo, lakini wanapokuja kutafuta nafasi kutumia kauli za kutukana wabunge tuliopo madarakani ni kauli ambazo sio nzuri, hazifurahishi na hazipendezi. Ni waombe ndugu zangu wajumbe wa baraza, ndugu zangu madiwani, akija mtu kuomba kura kwako, anakuja kumuongelea mtu, muulize swali, kilichokuleta ni kumuongelea mtu au kuomba kura?